Katika Kahawa Festival ya mwaka 2025, Shirika la Posta Tanzania limekuja kama msafirishaji rasmi wa maonyesho haya au wa tamasha hili. Kwa hiyo Shirika la Posta tunahakikisha kwamba mkulima anapata huduma mahususi ya usafirishaji wa mazao yake kuanzia shambani kwenda kiwandani, lakini vilevile bidhaa ya kahawa kutoka kiwandani kwenda kwa mtumiaji tunaiwezesha, tuna iweze kumfikia mtumiaji pale alipo. Kama ambavyo mtakuwa mnafahamu kwamba Shirika la Posta ni shirika ambalo lina network kubwa sana ya ofisi, lakini network kubwa sana ya usafirishaji. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kwamba haya mazao ya wakulima hawa wanaojihusisha na huu mnyororo wa zao la kahawa tunahakikisha kwamba yanatoka pale kuanzia kwenye uzalishaji shambani mpaka kumfikia mtumiaji , aidha awe nyumbani au awe sokoni, awe ofisini kwake, inaweza kumfikia bidhaa hii katika ubora wake ule ule ambao anatakiwa kuufikia kama ambavyo anakuwa na mpango wa kuinunua. Sasa hivi shirika la Posta limejiengage kwenye hizi bidhaa za mtandao ambapo tumeanzisha duka mtandaoni ambalo linaitwa Kipepeo. Kipepeo ni duka la mtandao ambalo tumeliunganisha na nchi zaidi ya 192 dunia nzima, ambazo nchi hizo 192 ni wanachama wa umoja wa posta duniani kwa hiyo tunahakikisha kwamba anayejiunga na duka la Kipepeo basi anaweza kuuza, kuuza bidhaa zake katika nchi zote 192. Kwa hiyo hapa tunamwambia mkulima wa kahawa kwamba au mfanyabiashara wa kahawa kwamba sisi kama shirika la Posta Tanzania tutahakikisha bidhaa yake inawafikia wateja wote ndani na nje ya nchi. Lengo la mikakati yetu ni kuhakikisha kwamba tunaongeza value ya hili zao, kwa sababu tunajua kwamba value ya thamani ya zao la kahawa bado iko chini kwa kulinganisha na jinsi ambavyo ilivyo kwa wenzetu. Ukiangalia bei ya kahawa nchini Tanzania na ukilinganisha na bei ya kahawa katika nchi zilizoendelea bado iko chini, lakini ukiangalia, kwa nini iko chini? Iko chini kwa sababu aidha inamfikia mtumiaji au mnunuzi, inamfikia ikiwa katika ubora ambao umepungua au inafika ikiwa katika hali ambayo haijaboreshwa. Tunapata miche toka rais atangaze kwamba miche inatolewa bure, wakulima wame furahi sana na bei imepanda na tunafurahi sana pia. Tunazidi kuhamasisha wakulima kuandaa mashamba, mashimo, hasa huu msimu wa sasa hivi, ili vule zinapoanza wapate miche ya kwenda kuotesha. Na pia amehamasisha unywaji wa kahawa, hasa pia wale vijana kwenye majengo yale ya, ya, ya majengo ya mahistoria yasiyokuwa salama sasa hivi watakuwa wanakunywa kahawa, maana kahawa wakinywa, ni watakuwa wanazungumza masuala yenye busara. Kuna changamoto katika, katika kutunza hii miche. Siku za nyuma tulikuwa tunapata pembejeo lakini kwa sasa pembejeo hatuzipati. Kwa hiyo pia tunashauri taifa ni tuandalie pembejeo ili tuweze kuzalisha kwa tija Tofauti na hivi watu wanavyohangaika na hasa katika hali ya viwatilifu viwatilifu vingi okay. Kwa sasa hivi vimekuwa na majina mengi tofauti na huko siku za nyuma, tukikuwa na viwatilifu ambavyo vina okay. Majina ambayo yanafahamika vizuri kwa wakulima ili nao waweze kuvitumia.